Ili tumbo liweze kupona, kashika ujauzito limewacha maumivu, lakini mm. Baada ya kujifungua, hali inarudi ile ile, lakini pia hapo, daktari amezungumzia swala zima la uvimbe. Kuna uvimbe zinaitwa ovarian cyst hmm, ambazo hizi ovarian cyst huwa zinakuaga kwenye mayai. Tunasema hizi fibroids zinaweza zikaa kwenye mirija ya uzazi, kwenye kuta za kizazi, na mtu kama hivyo mji wa mimba. Na uvimbe tunasema ni ni growth of abnormal cells, yani mtu anapokuwa na maambukizi kama labda PID, ule uchafu unatoka, bakteria tayari wameshakuwa wame take over ule mfumo hmm, tunasema ile, ile, ule mfumo unazalisha kitu kinaitwa abnormality cells. Kuna cells zinajizalisha ambazo zinakuwa hazina kazi katika ule mwili. Sasa kumbuka kuna white blood cells, red blood cells. Then sasa kuna kitu kinazaliwa kingine kinaitwa tunazikiita abnormal cells. Sasa zile zinakuwa hazina support kabisa na ule mwili, kiufupi zile, sasa... zina, zile zinakuwa zimezalishwa mm kwa ajili ya ugonjwa. Yaani zimezalishwa kipindi cha ugonjwa mwanamke hakuzaliwa na hizo seli. Zimetokeza kutokana na emergency yeah, ya ugonjwa yes, kwa wakati ule yes. Kwa hiyo akiendelea kutumia dawa, yani kadri anavyoendelea kutumia dawa, na ubaya wa magonjwa ya kizazi, bakteria yake huwa wanafanyaga hiyo adaptation, yani wana uwezo wa kuzaliana kuizidi nguvu ya dawa, yani wanajiadapt. Nikisema kujiadapt, yani wanabadilisha mazingira kulingana na hiyo yeah. Mfano kama wakati wameingia, manake mwili wa mwanamke Ulikuwa hauna dawa yoyote. Kwa wameingia wakawa wanashambulia kutokana na mazingira haya, hayana dawa yoyote. Kwa wakitumia zile dawa za kikemikali, zile dawa zinaacha kemikali, zinaacha madhara, wale bakteria wanaiadapti ile nguvu ya dawa kwa sasa wanapokuwa na jiadaptis wanaongeza nguvu ya, ya mashambulizi ndo mm. hizo seli sasa zinaanza kuinuka ambazo ni yes. abdomu, ambazo hazikuwepo yes. zinaanza kuzalishwa sasa mm. kwa kati, anapoendelea kutumia madawa anapoendelea kutumia madawa zinazidi kupandikiza anazidi kupandikiza zile seli anazidi, ndo hapo uvimbe unaanza Jitemere. kujitengeneza huo ni uvimbe wa fibroidi, uvimbe mgumu sawa, mm. lakini kuna uvimbe maji ambao ndo huo tunaita cysti, eh, ovarian cysti Ovarian cyst, kikawaida kila mwanamke amezaliwa nao uvimbe. Sawa? Eh, hapo msikilizaji anaweza kaa kidogo amechanganyikiwa, mbona nami pia nina uvimbe? Ni kweli, kikawaida ili ovari za mwanamke zifanye kazi vizuri, hizo cyst lazima ziwe. akubali akatae. ila sasa zinakuwa na saizi yake, na ndio maana hata anapokuja mtu kwetu huwa tunamuuliza uvimbe wako ni saizi sentimita ngapi, kwa sababu ikizidi ile saizi ya mwanamke kuzaliwa nayo, hiyo tayari ni tatizo. Kwa hiyo kikawaida zile vimbe zinakuwa kama vipelepele vidogodogo, vinakuwa vidogodogo ambavyo hata kwenye vipimo vinakuwa havionyeshi saizi yoyote, na kuna baadhi ya vipimo vinaweza visionekane kabisa. Sasa wale bakteria wanavyoshambulia, wanasababisha zile vimbe zinajitutumua, zinaongezeka, ndio zinazidi ile saizi yake ya kawaida. Na ukisikia sisti, tengeneza picha kama jipu. Eh, yani sisti, uvimbe wa sisti, nitengeneza picha kama jipu yani, jipu jinsi lilivyo jipu, si uwa linajaa maji eh, hiyo eh, kwa hiyo hiyo ovarian sisti maanake ni uvimbe maji kwenye ovari yani, kama jipu liloota kwenye ovari. Lakini kikawaida mwanamke anazaliwa navyo vidogodogo, vinakuwa ni vijipu vidogo vidogo, lakini akishambuliwa na magonjwa mengi, au ukiachana na ugonjwa, ametumia madawa hatarishi, dawa za uzazi wa mpango, haumwi, lakini anatumia hizo dawa kuzuia mimba au anatoa mimba, zile ovary zinashindwa kufanya kazi yake vizuri ya upevushaji, ndio hizo vimbe zinaanza kujitutumua, zinaongezeka kuliko hali ya kawaida. Mimi yes. Ah, uh, nimes